...wa dini wa Kiislamu kutoka ukanda wa kaskazini mwa Bonde la Ufa, wakiongozwa na mkuu wa maimamu Abubakar Binu, wamesema si haki kwa mahakama ya upeo humu nchini kutoa uamuzi kwamba watoto wa Kiislamu waliozaliwa nje ya ndoa wana haki ya kurithi mali ya baba zao kinyume na dini hiyo. Viongozi hao wamesema maandiko matakatifu yako bayana na hakuna mahakama yoyote inayoweza kuyageuza au kubadilisha msimamo huo. Mwanahabari wetu John Wanyama anazungumza na baadhi yao kwa sasa. Na mwana hamisi katika kaunti hii ya Uasin Gishu, jiji la Eldoret. tuna tuko na viongozi hawa wa dini ya Kiislamu ambao wanasema kwamba hayakubaliwi na hawataruhusu, wako na maoni yao ambayo wanasema kwamba mahakama ilifanya makosa kutoa uamuzi huo, na wanasema kwamba iwapo hawatapewa nafasi nyingine ya kuangalia uamuzi huo, basi watalazimika kuandaa maandamano na matakwa yao yaweze kusikizwa kulingana na maandiko matakatifu ya Qur'an. Wako hapa, tusikize wanasema nini, Sheikh Abubakar Bin. Siku hii mbona mnasema kwamba uamuzi huu si si haki na si sawa e? Uamuzi ulitutu, ulitushtusha sana tuliposikia uamuzi wa Supreme Court wakatoa kwa kuwa mtoto wa nje ya ndoa atarithi, ilitushtua sana. Nataka ieleweke kesi hii ilipelekwa na asiyekuwa Mwislamu ambaye alizaana na, na, na Mwislamu, lakini si kwa kuwa, ni kwa ubaguzi wa kidini. Hata kama wote wawili walikuwa Waislamu, lakini mtoto zaliwa nje ya ndoa haikubaliki. Nataka kwanza tufahamike kitu kimoja. Kanuni hii yetu ya, ya mahakama hizi ni kanuni kanuni haiwezi kubadilisha sharia sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeweka mfumo kamili wa, wa, wa, wa, wa, wa wirasi leo ije, ije, ije kanuni kubadilisha Qurani ambayo kwamba imekuwa miaka 1447 hili halitowezekana ombi letu tunaomba mahakama ya upeo wafanye review wairudie wa, wa, wa O ili waiangalie wa, waone kama ita, ita, itakuwa si sawa. Kwa nini tunasema si sawa? Hii itakuwa ni kudhulumu, ni kudhulumu wale waliozaliwa ndani ya ndoa. Watu wanakutana barabarani, wanakutana mambo maloji huko, anapatikana mtoto, kisha mtoto awe na haki, kutakuwa na vurugu katika taifa letu hili. Na sisi mbeleni, ndugu mtangazaji kwa station yako hii ya Citizen tulikuwa tumeomba ya kwa kuwa mahakama ya kadhi iko nusu, tungeomba kuwe na court of appeal. Sasa mahakama ya kadhi haina court of appeal. Sasa ikiwa na court of appeal, yule aliyekuwa anaona hajapata haki arudi kule kule kwa mahakama ya kadhi, hii ni ibada, arudi katika mahakama ya kadhi aendelee haki yake, ili makadhi lile jopo la court of appeal waliangalie suala hili, huyu amefanywa haki ama hakufanywa Haki. Mtoto wa nje ya ndoa ana risi ama harisi? Na kama harisi kwa sababu ni haki yake, na binadamu afanywe nini? Kuna kitu eh, lile jopo linaweza kumwangalia, lakini sio mambo ambayo kwamba inaitwa nini, inaitwa wirasi mm-hmm. hili ni jambo ambalo kwamba tunalipinga kwa dhati na kwa nguvu, ikiwezekana hata ni kuchukua signature ya waislamu zaidi ya milioni kumi na moja kulipinga hili jambo, tutafanya lakini hatujafikia hapo. Ili tu tunaomba uh, review ifanywe na bunge letu. Sisi tuna wabunge, tumewachagua bunge wetu waende waingie katika bunge waliangalie swala hili, kuipa nguvu mahakama ya kadhi ipate koti la rufaa, kwa sababu mgogoro huu usirudi tena katika wakati mwingine. Lakini heh, shekh, wengi wanasema watoto hawa ni wenu. Shekh, wewe mwenyewe umemzalisha yule msichana, unamjua pale kando, mbona usimpe haki ya urithi? Wewe ni babake. Ndio, ndio, nasema hii iliyomkataza kwanza ni Qurani, na Qurani ikikataza kitu ama Uislamu ikikataza, ina hikima ndani yake. Ndio nikasema kama kutakuwa na mahakama wafu wa pili, kuna vipengele katika Uislamu, huwa wanaangalia sasa. Huyu hana kosa lolote, kuna thuluth thuluth anaweza pata kulingana na wanavyoni wanavyo wanavyosema, lakini haliwezi kuja hili kuwa ku, ku, ikiwa ikitoka iki, iki hapa inaenda katika mahakama ya kawaida wanaridhisha, sawa. Kisha ndugu jangazaji, ikiwa kila mtu atapewa haki yake kulingana na haki yake, hii ni ngumu. Mahakama ma, ya kadhi ni kufungisha ndoa. Leo mume na mume waje waseme, kwa, kwa, kwa haki yangu na mimi nataka niolewe na mwanamume mwenzangu na ni haki yangu, kwa hivyo kadhi uniozeshe, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo, ambato, haki kwa hivyo <laughs> e, hatujekauka haki za mtu yoyote na, ila ni, ni sharia na sharia ya Kiislamu lazima ichungwe. Asante sana mzee mzee Abdulqadir Sheikh Muhammad. Mimi nikisikia hiyo habari nimeasuka sana kwani hakukuwa kanuni ya Islamu au sharia ya Islamu, ile mtoto ya gambo au mtoto nje ya ndoa aja arithi ile manyebomba hiyo. Unasikia, kutokana na hiyo sisi tumeasuka sisi wazee, hivi hatukusikia. Qurani ndio tunafata, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tunafata hiyo, hakuna katika mabangilio yote ya Islamu. Kwa hivyo tukipenda wale walikuwa wanafanya hiyo kadhi mahakama juu, arudi katika mahakama ya Islamu. Islamu ndio wenye kujua kujua kurithiana ni wapi na wapi. Mke gani ana haki ya kurithi? Mume gani ana haki ya kurithi? Wazazi gani wana haki ya kurithi? Mama mtoto ndio yuko haki ya kurithi? Basi Islamu arudi, Islamu iko kwa kitabu tayari. Mwenyezi Mungu anatawa sura kamili ya Qur'ani, naita Suratun Nisa Suratu Nisa, sura ya wanawake. Wanawake moza kwa jumla ana sura yao ya Qurani tukufu, anasema mwanamke atarithi mume yake namna gani, atarithi ndugu yake namna gani, mama mzazi atarithi kijana yake namna gani, baba mzazi atarithi ba, mtoto yake atarithi namna gani. Lakini kibidi ya watoto wa nje wa ndoa hatukusikia na hatukubata. Kwa hivyo sisi tunapinga tuna <coughs> Wazo hiu, kama hiyo eh, mahakama maana si Qur'ani. Ukimalizia ndugu yangu, naam, kwa uh, majina ni Abdulaziz Muhammad. uh, nikimalizia, uh, uamuzi kama huu umetughadhabisha sana sisi kama jamii ya Kiislamu kwa sababu tumeona ni dhulma imefanyika kwetu sisi kama Waislamu, kwa sababu ni kipenge chetu cha dini kimeingiliwa. Masala ya dini tunaomba serikali yetu, sisi kama jamii ya Kiislamu dini yetu iwekwe kando E, masala yetu sisi ya kidini yenye inatuhusu sisi, hii ni sharia yetu ya kidini. Mtoto kama yule ambaye kwamba amezaliwa nje ya ndoa hajadhulumiwa, isipokuwa wazazi ndio wamemdhulumu mtoto kama yule kwa kutumia njia ambayo kwamba isiyokuwa sawa, njia ya kupata mtoto isiyokuwa sawa. Na uamuzi kama huu, kama utapitishwa hivyo na ukuwe ni hivyo basi, uzinifu utazidi na kila mmoja ataamua kuzaa na yoyote, kwa sababu atapata chochote kesho, huenda akarithi na akapata chochote, na tutakuwa tumeendelea zaidi kueneza maasi, kueneza uchafu kufanyika katika jamii yetu, na hatungependa uamuzi kama huu uwe ni wenye kuendelea na kadhi eh, mahakama yetu ya kadhi tuko nayo, tungeomba. Na jambo kama hili tumeliomba, si mara ya kwanza eh, tungepata i court of appeal kama wenzetu ambao kwamba wameona hawajapata haki waende mbele na sharia kama ile itakuwa ni yenye kupitishwa kwa njia ya Kiislamu. No, no. Asante sana Bwana Hamisi, hawa ni viongozi ambao wametoka ukanda huu wa kaskazini mwa Bonde la Ufa, wamejumuika hapa, wanasema kwamba swala hili kamwe hawatakubali. Lakini vile umesikia wakizungumza, ni kwamba jambo ambalo wanasisitiza ni kwamba ni maadili katika jamii, kwani wale ambao wataruhusiwa pengine kuridhi mali kwa wazazi ambao wamezaliwa nje ya ndoa, wanasema kwamba huenda hili likaongeza tabia za wanaume ama wanawake ambao watapata watoto nje ya ndoa na jambo ambalo litafanya wengi waone kwamba silo tatizo, kulinda maadili katika jamii, kuzaa kabla ya kufunga ndoa. Basi tuko hapa bado tutazungumza nao. Mwanahamisi, ni swala ambalo limegonga vichwa vya habari, tutasikia wanasema nini, na Wakenya pia wanayapi ya kusema mwana hamisi, kwako studio. Na asante sana wanyama